Kama ambavyo tunaona leo, kabichi yetu hii ina wiki tatu baada ya kuanza kupandikizwa. Naweza kuona ni maajabu, lakini ndivyo mambo ambavyo yanaenda. Kabichi hii ni mbegu aina ya, ya hybrid hybrid F1. Ni mbegu nzuri hasa kwa maeneo ambayo yana baridi kali ambayo itasaidia yenyewe inaweza kuhimili baridi na kuweza kufunga vizuri. Kama mnapoona kabichi yetu sasa hivi imeanza kuweka mtoto kwa ajili ya kufunga. Naona baada ya wiki saba mbeleni, yaani mwezi mmoja na nusu, kabichi yetu itakuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa. Na kama mnavyoona kuna kabichi nyingine zilipandikizwa mapema, lakini bado zipo ndogo kama mnavyoona hivi na tunaona hizi kabichi ndogo pembeni yake tumeweza kuweka mbolea aina ya SCA kwa ajili ya kuzisaidia ziweze kukua kwa haraka, lakini kwa upande mwingine, mnapoona hivi kabichi zimekuwa kubwa vizuri, zimeanza kufunga vizuri, kama mnapoona hivi, zimeanza kufunga vizuri. Bila shaka tunategemea kuwa na mavuno mazuri na jambo moja ambalo lilifanyika hapa, tunaona tuliweka distance ndogo kutoka kabichi mpaka kabichi, lakini wakati mwingine tunashauri mwezi kuweka distance kubwa angalau sentimita arobaini kabichi mpaka kabichi ili kuweza kuwa na mazao bora na makubwa, kama ambavyo mnaona hivi mambo yanavyoenda. Mambo yapo hivi, unaona hii ni mistari mmoja mmoja, tunaona huku kwa ajili ya matumizi ya nafasi, iliwekwa mistari miwili katika mstari mmoja. Na njia hii ni nzuri, kwa sababu inasaidia kumwagilia kwa haraka na kuweza pia kupata matokeo makubwa na pia isi, njia hii ya mistari miwili ni kwa ajili ya kubana matumizi ya eneo. Asanteni sana.